Mimi toka nimekaa, matamko manane yametolewa na TEC manane, lakini ukenda chini chini, wenyewe wenyewe wanapingana. Matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo, waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika kikatiba na sheria za nchi. Hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override ma ma ma madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna, hakuna kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate Anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa anavyotaka. Mimi hakuna, tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Tumeamua kuwa democratic country, tutaendesha uh, demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana, lakini viongozi wa dini msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna hakuna, tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii.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 matamko manane yametolewa na TEC manane, lakini ukenda chini chini, wenyewe wenyewe wanapingana. Matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika.